A, leo ni tarehe kumi Oktoba na leo ni siku ya afya ya akili duniani. Afya ya akili ni nini? E, afya ya akili ni ustawi wa akili ambao unamfanya mtu kuweza kujihisi vizuri na kuweza kuchukua majukumu yake kwa wakati. Sasa, e, afya ya akili inapokuwa vizuri ndo utaona mtu anajihisi muda mwingi anakuwa anajihisi vizuri, lakini anafanya shughuli zake kama kawaida. Eh, lakini pia anakuwa anafanya yale matendo ambayo yanakuwa nastahili katika jamii eh, lakini pia uh, mtu huyu eh, uchukua majukumu yake kwa wakati mm. Lakini sasa hivi tunaona uh, kuna changamoto kubwa za afya ya akili. Changamoto ya afya ya akili ni ile akili kuweza kukosa ustawi, ambayo unamfanya mtu muda mwingi kuweza kuwa na hisia ambazo sio za kawaida lakini pia mtu huyo anaanza kuweza kupunguza baadhi ya majukumu yake au kutofanya kabisa majukumu yake nyingi. E, katika hii changamoto ya afya ya akili watu huangalia e, zaidi yale matendo ambayo mtu anakuwa anafanya, na matendo yanakuwa katika dalili hizi e, kama mtu alikuwa ni mtu ambaye e, ana muda fulani wa kuweza kulala na kuweza kula unaona huyu mtu anaanza kuweza kubadilisha muda wa kuweza kula uh, lakini pia wakati mwingine anakuwa anakosa usingizi mm. Kama alikuwa ni mtu ambaye muda mwingi anakuwa yuko na furaha, anachangamana na watu, anapiga stori na watu eh, wanakuwa wana, wanashirikiana na watu, unaanza kuweza kumwona huyu mtu anaanza kuweza kujitengatenga. Mm. Wakati mwingine e, mtu huyu anaweza akawa katika zile hali e, ambazo anaweza akawa na wasiwasi lakini hajui wasiwasi umetokana na nini au ana hofu lakini hajui hofu imetokana na nini. Lakini wakati mwingine e, kama huyu mtu alikuwa na jitihada mbalimbali katika kazi zake e, katika shughuli anazozifanya, unaona muda mwingi anakuwa hataki kuweza kufanya kazi. Mtu mm, anakuwa labda amelala tu. Hmm. Lakini wakati mwingine huyu eh, mtu eh, unaweza ukaona kama ni mtu ambaye muonekano wake unaonyesha kama mtu mwenye huzuni sana iliyopitiliza. Lakini wakati mwingine inaweza ikatokea jambo dogo sana, ukaona mtu anakuwa na hasira au ana mihemko ambayo, eh, anaweza kufanya kile kitendo ambacho sio cha kawaida, tunasema kwamba huyu mtu yuko na changamoto ya afya ya akili. Dalili zipo nyingi sana za watu wenye changamoto hii ya afya ya akili au hao watu ambao wamepata changamoto ya afya ya akili, lakini katika hizi nilizoweza kuzizungumza hapa, si lazima uh, mtu mwenye changamoto ya afya ya akili aweze kuwa na dalili zote hizi mtu mmoja. Lakini kama unaona uh, mtu au uko na dalili kuanzia tatu mpaka nne katika hizi nilizoweza kuzitaja basi ni vyema ukaweza kutafuta wataalamu ili waweze kukupa matibabu ya kisaikolojia. Kwamba mtu yeyote anaweza kupata changamoto ya afya ya akili. Sababu ziko mbalimbali za watu kuweza kupata changamoto ya afya ya akili, inaweza ikawa ni sababu ya kibiolojia, ambayo kuna baadhi ya watu wanaweza kupata magonjwa sugu wakashindwa kuweza kuyapokea vizuri, wakashindwa kuweza kuyakubali magonjwa yao wakashindwa kuweza kufuatilia matibabu mpaka huyu mtu anajikuta katika hali za kuweza kukata tamaa eh, na anajikuta anapoteza kabisa tumaini hmm. Lakini kuna wale wakina mama ambao eh, kuna wakati wa kuweza kujifungua hmm, anaweza kukutana na changamoto mbalimbali ambazo zikamsababisha yeye kuweza kupata changamoto yake ya afya ya akili lakini kuna sababu za kibaiolojia e, sababu za kisaikolojia mm? Watoto e, mara nyingi watoto ambao e, wametelekezwa na wazazi e, wako katika hatihati hati sana ya kuweza kupata changamoto hii ya afya ya akili mm? Ko katika namna ya malezi inaweza kumsababisha mtoto kuweza kupata changamoto ya afya ya akili, lakini pia kuna sababu za kimazingira. Eh, watu kuweza kuishi katika mazingira magumu mm, wakati mwingine vurugu za hapa na pale hapa na migongano ya hapa na pale inaweza kusababisha uh, watu kuweza kupata changamoto ya afya, lakini hmm, hata kwa wale wenye wenye kuweza kupata zile hali ambazo zinaweza kuleta mfadhaiko, eh, kitaalamu tunaita trauma au kiwewe, inaweza kusababisha uh, watu kuweza kupata changamoto za afya ya akili lakini, eh, mtu akipata changamoto ya afya ya akili matibabu yapo yapo, anahitaji kuweza kupata huduma za kisaikolojia lakini, anatakiwa kuweza kufanyiwa kitu kinachoitwa cognitive behavior therapy. CBT ni muhimu sana kwa watu wenye changamoto ya afya ya akili, na wanasema hakuna afya bila afya ya akili hakuna afya bila afya ya akili. Leo mtu ambaye ameweza kupata changamoto ya afya ya akili, hatutakiwi kuweza kumtenga, hatutakiwi kuweza kumbagua, wala hatutakiwi kuweza kumnyanyapaa. Ni kuweza kumsaidia, kumpeleka kwa wataalamu ambao wanadili na mifumo yote ya kumsaidia mtu ambaye amepata changamoto ya afya ya akili kuweza kuirudisha akili yake kuweza kuwa na afya, ili aweze kujisikia vizuri eh, na aweze kuchukua majukumu yake kwa wakati. Wewe Mtanzania ambaye unaniangalia hapa, ni vyema kama una ndugu jamaa, rafiki ambaye eh, ana changamoto hiyo ya afya ya akili au, ah, wewe mwenyewe eh, umepata changamoto hii ya afya ya akili. Hakuna haja ya kuweza kujitenga wala kuweza kuona aibu. Tafuta matibabu. Tiba hipo, tiba haipo kwa waganga wa kienyeji, tiba haipo katika mitishamba, lakini tiba ipo kwa wataalamu ambao wanadili na huduma za utengemao kwa watu wenye wa changamoto ya afya ya akili. Hapa Dapo Recovery House, hichi ni kituo kinachotoa huduma za utengemao kwa waraibu wote wa dawa za kulevya pamoja na pombe tupo Kibada bloku kumi na tano Kigamboni. Tunasaidia jinsia zote, yaani wanawake na wanaume. Saidia, usiadhibu.